tua Augustino Mtitu ilikuwa, e, tarehe ishirini na tano kuna wafugaji waliingiza ng'ombe kwenye masham, kwenye mashamba, shamba la mahindi la jirani kuwa na ukubwa kama weka mbili na nusu hivi. E, katika kupiga kelele kule ikabidi kijana mmoja aende kusaidia pale, wakampiga fimbo sasa zile taarifa kutufikia na sisi tukasema, tukasema jamani, kwa nini watu wanafanya hivi? Chakula kinaonekana kabisa hivi, hebu tuwafuatilie, turudishe hizo ng'ombe. Ehe, sasa mimi kwenda tu na wenyewe kama ameshaacha zile ng'ombe zipo nyuma, wao wametangulia mbele, mbona ile kutokea mimi tu uso kwa uso, wakaanza kumshambulia kwa mawe, nikakwepa mawe manne baada ya kugeuka, sasa nirudi nyuma nikimbie wakaachia mkuki mm, kwa mbele mkuki kwa, kwa sababu wao ndio hivi tulikuwa natatamana hivi sasa, ili nigeuke, yaani najipanga nigeuke, nashanga kitu kimeshaota. Ni mara nyingi matukio kama haya ni mara nyingi tu, yaani e, ya kurudisha mazao ya watu, kupiga watu, kufanya nini, wafugaji a, wao uongozi wa kijiji ndio haswa na unachangia kuchukua mafungu kwa wale mabwana, ili kuendelea kukaa pale. Baada ya tukio hili, baada ya kupigwa mimi mkuki vile, wao wakakimbia, walivyokimbia zikazingirwa ng'ombe, zivozingirwa ng'ombe, mwenyekiti wa kijiji Nasika akaja pale, akasema wananje, hebu mrudi tu nyumbani mkakae. Yeye akampigia simu mfugaji, akaja tena na viboko akawachapa watu na saba mona akawaumiza tena watu saba, wakaumia tena teta. Na mke wangu alipoona vile, kabidi atoke watano. <coughs> eh. <coughs> ah, taarifa zake nimesikia kwamba ipo magomeni Magomeni, Kilosa, yupo eh. kwa mm, Marongo.